Ee, hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na utoaji wa taarifa za uwapo wa maandamano yasiyokuwa na kikomo uh, kuanzia tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025. Ikumbuke kwamba siku hiyo nchi yetu huwa inaadhimisha sherehe za uhuru wa taifa letu la Tanzania. Napenda kuutaarifu umma wa Mbeya kuwa mkoa wa Mbeya hakutakuwa na maandamano yoyote. Hivyo nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya kuendelea na shughuli zao za kujitafutia kipato na kujijenga kama kawaida. Serikali ya mkoa wa Mbeya, vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya mkoa, kwa kushirikiana na wananchi wote wa mkoa huu tuhakikishe mkoa wetu unakuwa salama. Hivyo nitoe rai kwa wananchi wote, pale wanapoona kuna hali yoyote au viashiria vya uvunjifu wowote wa amani, basi watoe taarifa kwa vyombo vya dola ambavyo vipo tayari kutoa ushirikiano kuhakikisha Mbeya yetu inaendelea kuwa salama ya amani, na wananchi wanaendelea na shughuli zao bila bughudha yoyote. Hatutapenda kuona tena mambo ya kufungiana ndani uh, au vitu vya namna hiyo bila sababu za msingi. Hivyo tunawasihi na kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Mbeya eh, wawe mstari wa mbele kujilinda wao wenyewe na kutoa taarifa pale inapobidi. Serikali ya mkoa inasisitiza na kuwakumbusha wananchi wote kuwa kwa meengo kadhaa Tanzania imekuwa ni nchi ya amani, na amani hii imetengenezwa na waasisi wetu, hivyo tunapaswa kuilinda kwa nguvu zote na tusiwe eh, chachu au tusiwe chanzo cha vurugu za aina yoyote. Lakini la pili, eh, sisi pamoja na vyombo vyote ndani ya mkoa wa Mbeya, wakiwemo wakurugenzi, maafisa tarafa, wakuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ziko wazi muda wote kwa ajili ya kuwasikiliza wananchi kwa maana ya kero na kupatia ufumbuzi yale yote yanayowasibu. Hivyo milango ipo wazi, watumie fursa hiyo kufikisha malalamiko yao, ushauri wao, na mambo ambayo wanadhani ni mema kwa ajili yao na mkoa wetu wa Mbeya.